Man asbaha minkum amina fi sirbihi, yule atakaye pambazukiwa katika siku ana amani kwenye nafsi yake na utulivu, na familia yake wana amani ya kutosha. Muafa fi jasadi, ana uzima, kapewa uzima. La huqutun yaumi, ana chakula pia cha siku ya kumtosha, anaweza akala mpaka jioni na paka usiku. Fakad huyizati lahu ad-dunya Huyu amepewa dunia, ni kama amepewa dunia, kwa sababu ana amani, ana chakula cha siku ile, hana la ziada, ni mzima. Amepewa kitu ambacho ni, ni kikubwa sana riski. Ikiwepo pesa zikiwepo, zitasaidia nini? Hakuna amani, unatokea wapi ukanunue mkate? Mpaka kuwe na amani. Utakulaje wewe, wengine hawali, usikujiandae kama hakuna amani. Na kutokana na umuhimu wa amani, fakad akramallahu awliyaahu fi dari karamatihi Lau fukida fukida naim, Allah amewakirimu kutokana na hii amani wale watu wa peponi. Ndugu zangu, Mwislamu wewe, ni mtu wa kuhifadhi amani. Hakika viashiria vya kufanya uharibifu, ufisadi na uadui, kuvifanyia vitu uadui vya kimaendeleo, iwe ni mali ya mtu au ni mali ya umma, wewe ukaweka mkono wako kukiharibu, kuki wewe mumin, hakika hiyo si tabia ya Waislamu inna alwatana amanan fi a'naqina, inchi ni dhamana yetu wote. La shaka sisi tuna muongozo wa kuongoza ambaye wameachiwa wanazuoni kuwabainishia watu, na wasimame na dauri yao, walakum wanazuoni wasimame na dauri yao, walakum bidaurina. Ya jamaa, enyi madai, simameni na wajibu wenu, ambaye mwenyezi Mungu aliusema katika Qur'an, kuntum khaira umma, nyinyi mmekuwa ni umma uliobora ukhrijati linnas, umetolewa ndani ya watu. Umma zote zilizotangulia, huu ndio umma bora. Taamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ni daima mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Wa tu'minuna billahi na, na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Hakika Imam Razi siku moja aliulizwa hivi viwili hivi, kati ya amani na uzima, kipi ambacho ni bora zaidi? Imam Razi mwenyewe anatuambia hivi, waliulizwa wanazuoni, amani na uzima, kipi chenye kuchukua nafasi ya juu? Akasema hivi, wakajibu wanazoni, amani kwanza, alafu ugonjwa baadaye, siha baadaye, afya yako baadaye.